Mimi nimeifaa sana mada ya kwanza sasa, nimepata bahati ya kustaki kwa muongo. So, kwenda kwenye msiba kwanza, kulia hii baba alikuwa mtu mwema kupita msiba wenyewe wa mke. Mkuu wa Mkoa wa Arusha Paul Makonda amewaongoza wajumbe 36 wa kamati za usalama ikiwemo kamati ya usalama ya mkoa, kamati ya wilaya ya Arusha pamoja na wilaya ya Arumeru kushiriki mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo yaliyoendeshwa na wakufunzi kutoka Tume ya Haki za Binadamu, Utawala Bora, Jeshi la Polisi Tanzania na Ofisi ya Rais Tamisemi, Makonda amesisitiza suala kufanya kazi kama timu kwa wajumbe wa kamati hiyo. Wanajisikia vibaya sana pale ambapo mnakaa kwenye kikao mnakubaliana jambo, alafu na watu wenye nafasi za kulitekeleza, alafu halifanyiki.

naanza kufafanua, kumbe ni kitu. Sasa tunaenda kwenye kipindi cha uchaguzi. my expectation kwa wasaidizi wangu ni kuja na mtazamo wa vitu vitatu. Moja, leo hii daktari Samia akisema nipe success story, naweza kusimama nayo jukwani nikaiombea kula champaka kiongozi anakuja, ndio tunaanza kukimbia. Hebu, kwenye stendi ya elimu kuna nini hivi? kwenye maji kuna kitu chochote? ni maelekezo? Yaani tunakuwa kama vile naonaka kama ni picha ya ujinga uliopitiliza, kufika hatua unakurupuka kwa sababu eti kuna maelekezo, wakati ulishapewa jukumu la kujielekeza mwenyewe. Mkurugenzi msaidizi wa mipango na bajeti wa Wizara ya Katiba na Sheria, Maria Kwambaza ameelezea lengo la kutoa mafunzo hayo. mafunzo haya yana kuboresha utendaji kazi wa viongozi wa serikali za mitaa kwa kuzingatia haki za binadamu, demokrasia na utawala bora na kudumisha ulinzi na usalama. Kuna shida pia ya mipaka, kwa sababu mpaka ni mkubwa na kuna vipenyo ambapo baadhi ya wageni wanaingia katika mkoa wetu kama wahamiaji haramu. Uh, katika mambo ambayo wameelezea ni pamoja na kutambua nafasi za watendaji wa kata, watendaji wa vijiji ambao kwa namna moja au namna nyingine wanatakiwa kushirikiana na vyombo vya usalama. Kamishna msaidizi wa polisi ACP Elsante Ulomi ni mkufunzi wa mafunzo hayo kutoka makao makuu ya jeshi la polisi anaelezea kwa nini somo la ulinzi na usalama ni muhimu kwa kamati hizo mkoani Arusha. Kwa huu kiutalii, ni mkoa ambao una vivutio vingi vya kitalii, lakini pia una watalii wengi ambao wanatoka nje ya nchi, -nchi kuja, kuja Arusha kwa ujumla wake. Tumeweza kuongea na kamati za ulinzi na usalama na kuambia ziweze kuwa zifanye kazi kwa pamoja, ziweze kushirikiana kuhakikisha kwamba swala la uhalifu aliharibu taswira nzuri ya mkoa wa Arusha. Na katika mafunzo yaliyotolewa, mada mbalimbali zimetolewa na mada kubwa ambayo inawahusu washiriki hawa ni mada ya ulinzi na usalama. Washiriki wamepokea mafunzo haya na wameahidi kwamba watakwenda kuyafanyia kazi kwa sababu ni mafunzo ambayo yanawagusa moja kwa moja. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CACP Justin Masejo na mkuu wa polisi wilaya ya Arusha CCP Georgina Matagi wakatoa maoni yao kuhusu vyombo vya habari. Meshuhudia maeneo mengine mpaka wenyeviti wa serikali za miji wenyewe wakisere, hapa mtaro wa maji unaziba, yeye ndo anaita wandishi wa habari, anaweka mawe barabarani na kuanza kuzungumzia. Kwa hiyo maana yake kwenye yali majukumu, wakati mwingine anakuwa labda hajui hata wajibu wake ni nini au jukumu lake ni nini. Sasa hii naona ni changamoto ambayo mimi nafikiri semina hii imekuwa ni muhimu, na kwa sababu naenda kuzungumza na wenyeviti watendaji wa wetu wa kata, nafikiri wakae watambue, kuna wakati ningependekeza mweze kuwaita waandishi wa habari wa muwape hili somo waweze kuelewa, kutokana na taharuki ambazo zinatokea mara kwa mara kwa wananchi kutokana na habari ambazo zitoa kwa moja, upande mmoja bila kutafuta upande wa pili. Hata wakipata ule upande wa pili siri bado wanasimama kwenye lile lile ambalo wamelisimamia, ili kuonyesha kwamba wanaolisema wao au waliolisema wao ndio sahihi. Jumla ya wajumbe 36 wa kamati za usalama kuanzia ya mkoa wa Arusha na wilaya za Arusha na Arumeru wameshiriki mafunzo hayo. Kutoka mkoani Arusha, Geoffrey Moses Kalunduka.